Hizi passport ziko zaidi ya elfu tatu. Zinapoenda kule Saudi Arabia zinakusanywa katika ofisi moja muasasa. Yaani wewe ukienda Makkah, ukifika tu International Airport ya Jeddah unanyang'anywa passport. Unavalishwa kibangili hapa, kipini unawekewa bangili hapa. Hii passport inaondoka na mtu. Wala haitopanda basi letu tena. Tutaenda kuikuta muasasa Wizara tul Haji. Ama kama itakuwa huyo mtu kaambatana na hizo pasipoti ya paka maka, ataenda. Mkishafika hotelini, atazichukua ataondoka nazo. Ndio maana inapewa hii stika. Sasa je, katika hizi stika utajua ya manasiki ni ipi? Ndio maana huko nyuma, sasa unaweka tena stika ya nini, ya manasiki, ili ujue nini, ili wewe sasa tukuite. Tumesha kuwekea hii stika, lazima una kitu hichi hapa. Hii ndiyo viza ya kukupeleka Saudi Arabia. Ikiwa huna hichi huwezi kuingia kwenye safari ya hija. Na alhamdulillah mahujaji yote wa manasiki hichi kitu wanacho. Si lazima nilete pasipoti zote nizitandike hapa niseme ya fulani ya fulani, hapana. Mahujaji yote pasipoti zao tunazo na viza zao, alhamdulillah ziko tayari na visa hii haikuruhusu ya ufanye yafuatayo: uende ukasema mimi nina biashara nianze kufanya, mimi nina hichi nikafanya. Hii ni visa ya haji peke yake, na visa hii haitoki isipokuwa uwe una vitu vitano. Hii visa hii peke yake haitoki mpaka uwe na vitu vitano: uwe una hoteli Maka, uwe una hoteli Madina, uwe unaye basi litakalo kupakia Jida kukupeleka Maka ili uwe mpaka uwe tena na mahitaji madogo madogo, basi litakalokupakia hotelini kukupeleka Mash'aril Haram, Mina, uwe na, uwe na kitu kingine ambacho uwe na pesa uliolipa ya mahema ambayo utakayekaa siku zote tano za ibada ya haji, ndio hii visa inatoka si kitu chepesi alhamdulillah. Mwaka huu visa hii imegharimu dola elfu moja mia nne na sitini na saba. Visa hii peke yake n yani, ili uipate lazima uilipie dola elfu moja mia nne na sitini na saba. Alhamdulillah, tutakapofika katika mji wa Maka tutawagaia hizi manasiki inapakia treni ya umeme tunapomaliza ibada ya hija, tunapokwenda Maka, tunapokwenda Madina, tunapotoka Maka kwenda Madina, tunawapa tiketi hizi za treni ya umeme masaa mawili na dakika arobaini na tutakuwepo Maka mpaka Ijumaa. Yani sisi tutakuwepo Maka mpaka tarehe kumi na tatu tarehe kumi na tatu ndio tutaondoka Maka kwenda Madina na Madina tutaondoka tarehe kumi na saba ina maana Madina tunakaa siku nne peke yake. Na kwa nini? Hatukupata hoteli kwa siku hizo tulizokuwa tukitaka zote zimeshajaa. Na kwa nini tunachelewa kwenda? Kwa sababu huwezi kuwatoa mahujaji kabla, kama hujawapa siku tatu baada ya hija. Inaweza kuwa kuna vitu walikosea kule, wanakafara, wanaweza kufunga siku tatu pale na siku saba atakaporejea. Siku tatu lazima uwape watu baada ya kutoka kutoka kwenye ibada ya haji, kama kuna kitu alikosea kama kuna kitu hajatekeleza ili aweze kumaliza pale kufunga, kisha atakaporejea huku katika mji wake atafunga siku saba. Nini tunachokijifunza? Tunajifunza ni uzoefu na alhamdulillah, taasisi yetu itaanza Makka kisha Madina, tofauti na taasisi zingine zinaanza Madina kisha Makka. Na pia kitu kingine tutakuwa tuna ziara kule, tutakwenda Taifu, tutakwenda Badiri, lakini kwa kutokea Madina. Tutakwenda Badiri kwa kutokea Maka, tutakwenda Taif na sehemu nyingi tofauti. Haya ni machache tulopenda kuyasema leo, na alhamdulillah, elimu ya ibada ya haji, ambaye ni hija ya tamattu'i, tutaianza kesho mapema kabisa, kwa sababu ya kuwa leo ilikuwa ni ufunguzi, na alhamdulillah tutaendelea kujuana. Nyie nyote, nyie ndo mahujaji, labda kama wamezidi ni mmoja wawili, kwa mapenzi ya kufatana tuna mahujaji, lakini nyi nyote ndio mwanze kutengeneza urafiki, na pia tutatoa fursa, kila mmoja atajitambulisha ili watu wajuane, lakini katika siku zinazokuja, ili kila mmoja amjue mwenzake na kila mmoja aweze kushirikiana naye, kwa sababu ya kuwa ni wasafiri wa kusafiri njia moja na kule katika grupu la manasiki tutatuma ile menyu ya chakula, vyakula gari vinaliwa kule. Tuko tunaendelea kupatana na watu, kuna mtu mmoja kule ana vyakula vya Kitanzania, tunambembeleza basi aweze kutupikia na sisi vyakula vyote vipatikane kule, kama ni wale watu wapenzi wa chipsi zege, si wapenzi wa nini, wapate ule mchele wa Morogoro, sio mchele wa kiela kiwapate vyakula vyetu vya Kitanzania vya kiasili, tunaendelea kuomba sana aweze kutusikiliza. Na kitu kingine, upande wa kina mama tuna dada yetu Zura, yule laba angesimama yeye, upande wa kina mama. Huyu atashirikiana na dada yetu Aisha upande nyingine wa kina mama huyu amejaliwa kusafiri na manasiki na pia ameomba yeye kwa kupenda kwake atahudumia mahujaji upande wa wanawake. <coughs> Lakini tunaye pia kiongozi mwingine hajahudhuria, atakuwepo dada yetu Hanan na wengine. Upande wa kina mama mtakuwa mnawao viongozi wawili watatu, lakini pia mtashirikiana nyie kwa nyie. Kwa sababu gani? isiyo kule ni sehemu ya kwenda kusoma kanga, zile kanga zimeandikwa nini zile? Hapana, hiyo ni sehemu ya kwenda kusoma Qurani, hiyo ni sehemu ya kumtaja Mungu. Lakini hata sasa, kila mmoja aweze kukariri moyoni mwake, kila mara mtu akariri akisema, labbaik Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak laka wal mulk Laa sharika laka. Kwa nini akariri maneno haya? Ndio umeshaitwa sasa. Hii haina madhhab, na hiyo kuna vitu vyenye madhhab. Hii haina, hii iko tu, ni kwamba lazima useme. Uwe answari useme, usiwe answari utasema. Wewe yoyote mwenye kwenda haji lazima aseme hichi kitu. Lakini pia ndugu zanguni, niwape faida moja ndogo sana. Kwa sababu sisi tunakwenda haji, basi haya mambo mamboyo yote ya ikhtilafu tuziache, tusafiri. Tukirudi umeshahiji, basi endelea na ikhtilafu yako. Lakini mtu asije akakwambia bana, eti ruknul haji ina ikhtilafu. Nani alokwambia wewe tawafu saba ina ikhtilafu? Utatufu tu eh, hamna yoyote anayeanzia kutufu akaanzia ruknul yamani, hakuna. Wote wanaafikiana ni katika hajarul aswad, katika rukunu ya hajarul aswad ndo wote watasema bismillahi Allahu akbar tunahesabu tawafu moja, haina madhhabu. Kitu kingine ambacho tunachokiomba katika mahujaji, hata uwe na ilmu vipi, lazima utusikilize sisi, kwa sababu imamu an-Nawawi alitunga kitabu cha manasiki lhaji alipokwenda Maka, akawaita viongozi wenye kuijua Maka. Yes, katunga kitabu cha manasiki lhaji, mwongozo wa hija, lakini alipofika Maka akauliza safa na marwa ni wapi? Akaambia mlima huu hapa ndo Safa, Marwa kule. Imamu Nawawi, tunapomzungumza Imamu Nawawi jue tunamzungumza mwanachuoni ambaye katika ulimwengu huwa sasa hakuna kama Imamu Nawawi, sawa jamani? Ndio waliosherehesha vitabu vikubwa kama viliavyojulikana na ndio waliotunga vitabu vikubwa vya hadithi kama Matin 40 Nawawi, sawa jamani. Kwa hiyo vitu vingine vyote vitaendelea. Leo ilikuwa ni ufunguzi, na alhamdulillah tumejaribu kuchapisha hizi za kuonyesha arkanul haji, kuonyesha wajibatul haji. Tumechapisha picha kama hizi muweze kuona Jamarati ni wapi. Tumechapisha picha nyingi tu za kuona sehemu za Muzdalifa ni wapi. Kwa hiyo kila kitu tumeshaandaa kwa sababu ya semina, ili upate picha kamili kabla ya wewe kufika katika ule mji, tunaye picha ya Arafa, utaiona Arafa na faida zake. Tunaye kila kitu ambacho kitakupa wepesi wewe, ukifika katika mji wa Makka usiwe na uzito. Sawa jamani. Na pia jitahidini, wale ambao hawajaungwa katika grupu la manasiki waweze kutuorodheshea namba zao, tuweze kuwaunga katika grupu la manasiki, na kueni sana mkipitia katika hilo grupu pitieni sana wote, wavivu sisi kusoma kutokana na majukumu na kila kitu, lakini katika grupu la manasiki pitieni, pitieni. Lakini pia, jamani, tuna watu walio tuzidi umri, tuendelee pia kushirikiana nao kwa sababu ndo tunaanza kujijenga eh, hasa hasa kuna mama zetu waliopata laba umri wa juu zaidi. Ukimwona anahitaji laba kusukumwa na basikeli yake, anahitaji kushikwa laba kuna mawe kuna nini hiyo yote, tutakuja kuombea kuombana, tuweze kushirikiana na iwe katika kila la heri sote. Sisi ni wageni wa Mwenyezi Mungu. Mungu asitufishe tuende, alafu aje atufishe. Hicho ndo tunachoomba, asitufishe tuende, alafu tukija, ndo atufishe. Au kuna mtu anataka kufa kabla na kama atatupa umri basi atupe umri wenye kheri, umri wenye barka, umri wenye mafanikio. Ule mji wa Maka ni milima milima tu, yani utakuta kuna kakipande cha msikiti ni mlima ulichimbwa chini, ndo unaona shekhe akisema utapotea, yani anakusudia kwamba utatoka mlango namba themanini uliingia mlango namba mbili katika ule mlango namba themanini ukitokea, umetokea chini ya mlima. Ni tausia imepanuliwa msikiti kama hapa msikiti utaenda karibu na Moroko. <laughs> Sawa, yaani eh, na kuna saa utapita mlango namba mbili, utakuta polisi wamefunga ule namba mbili uliokuwa umeingilia, akakutolea mlango namba sitini kwa sababu ya kuchunga misongamano. Na ingia kwenye mlango namba mbili akawatoe mlango namba themanini Huko utakapotoka namba themanini utakuta pamefungwa, haparuhusiwi kurudi katika mlango namba mbili Lazima ukae hapo hata masaa kumi kaa hapo, rudi ndani msikitini, tafuta namna yote, rudi mpaka ukaupate mlango namba mbili Lakini ukileta ujuaji, ukasema uvate huu mlango namba themanini ndipo utakapotea na hija umekosa moja katika wabishi kwa sababu matukio tunayo, na katika hao hao ni mahujaji wetu. Shekhe, mimi Maka naijua, yani kafika na kafika. Shekhe, Maka mimi nafanyaje, naijua. Niache ache, akaenda akapotea siku mbili r Mungu kakuongezea hatua. Ujapotea, Mungu kakupa tu hatua tukakuongezea. Utazunguka tu, lakini kupotea uwezi kupotea na huwezi kama umebisha umepotea, usizani eti kiongozi ataanza kutafuta Maka na kupata api yeah? Lakini tulichoboresha mwaka huu kuna mtu atakuja hapa wa internet amesema, anaunga kwa shilingi elfu arobaini na tano line yako ya Tanzania, atakuungia internet ya kutumia kokote utakapokuwa kwa siku zote, kwenda na kurudi, kwa elfu arobaini na tano ya Tanzania. Tutamleta yule, ataeleza yeye na ataunganisha yeye kila kitu. Yani ile laini yako utaenda huko utatumia, utapata mawasiliano. Na mimi nitatoa namba ya Saudi Arabia katika vitambulisho vyote ambavyo watu watakavyopewa, nyuma ya kitambulisho kuna namba yangu ya saudia. Kwa hiyo mtu atakuwa ana uwezo wa kutuma sauti ndogo ya, ya, ya audio katika WhatsApp ama chochote cha dharura kitakachompata, ikawa ni rahisi sisi kumsaidia na mwaka huu ajabu wamekataza simu kule msikitini kwa mara ya kwanza, wamefungia simu, kwenda na simu kule kwenye alkaba kuanza kujichukua selfie na kila kitu, wameshakataza safari hii. Sasa mtu mwingine alikwambia, mimi nikienda Maka nitakuletea picha kwasababu watu ni wabishi, wanataka kuona ah, hapana. watu watapata picha za sehemu za ziara, watapata picha katika kila mahali. Lakini sisi tumejipanga Maka kuna njia zenye kufungwa msikiti wa Maka, kuna njia zinafungwa kutokana na misongamano. Inayoingia hoteli tuloipata iko katika mtaa wa Ajiad, katika sehemu ya Ajiad. Hoteli ile iko katika sehemu ambayo njia haifungwi masaa yote, una uwezo wa kuingia na kutoka. Lakini pia hoteli yenyewe iko mita mia tisa kutoka msikiti mtukufu wa Maka, hatua mia tisa yaani mita mia tisa ama kilomita moja haizidi na ha, una uwezo wa kutembea hatua mia tatu yani, hapa ukaenda mpaka pale ukarudi kwa Nyerere ukapata jamaa, yani ukasogea ukatoka mpaka pale barabarani ukaenda kwa Nyerere kwa urefu huu mpaka pale utapata jamaa ya Imamu wa Haram. Kwa hiyo kuna wale watu ambao, kwa sababu tunakwenda kipindi cha joto kali, sentigredi hamsini na mbili hamsini nakwenda kwenye joto kali sana. Hatutoweza kila mara kumuonya mtu asiende msikitini, kwa sababu kaenda kutafuta thawabu. Kwa vijana wanaruhusiwa kwenda kila mara, lakini kwenye rika la watu wa juu wenye umri, watapenda wapende kwenda kuswali swala ya magharibi, swala ya isha na swala ya alfajiri. Swala ya dhuhuri na alasiri, swali ndani. Kwa sababu gani? uko katika sehemu ile ile ya daraja ile ile, sawa eh? kwa kuchunga jua na kujichunga usije ukashindwa kufanya haji. Kuna mtu anafika siku ya kwanza yeye anajidai ana swali raka 100. Shekhe mimi nilikuwa nimeweka nadhiri nitaswali raka 100 tu nikifika Maka. Sasa nani alokuambia siku ya kwanza? Nadhiri yako utaitekeleza siku ya pili ya tatu, lakini kwanza pumzika, fanya ibada alafu acha ile haraka. Kuna mmoja anasema mimi nitafanya tawafu laki mbili. Eh, hata uzunguke hata jamii yote yote wakusanya wakufanyia hiyo laki mbili haifiki, kwamba ni mtu anapopia ibada lakini si wakati wake, aweze kwanza kuwa mpole, aweze kukusanya nguvu, kwa sababu ibada ya haji ni nzito, ibada ya haji ni nzito. Hawa watu unaona leo wanacheka, kuna saa hawasalimiani, eh, hawasalimiani. Kutoka Muzdalifa kwenda Mina kilomita sita, kutoka Mina kwenda jamarati kilomita nne kutupa mawe na kurudi nne, zimekuwa kumi na nne kutembea kwa siku hiyo, hakuna basi. Utakodisha basi wapi? Pale kilomita kumi na nne umetembea siku hii moja e. na kuna watu wanakwambia bana, mimi nitakwenda jamarati, nitakwenda Makkah, nitafanya tawafu lifadha, nitarudi. Hizo vitu sisi hatuna tutakuja kuieleza katika masala ya kufundishana masala ya haji. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe taufiki. Na alhamdulillah manasiki imeandaa chai kidogo na kitu kidogo tabaruk, na mpaka hapa tutafunga semina hii kwa dua tena, na tutaifungua kesho saa tatu kamili kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kubwa pia tuelewe, tunakwenda katika uchaguzi nchi yetu, tunakwenda katika uchaguzi kipindi kizito cha kuiombea nchi ni hichi. Tuiombee sana nchi yetu, tuziombee sana familia zetu, na tuiombee sana serikali yetu, na hasa hasa kumuombea kumwombea Mheshimiwa Rais na jopo lake linalofanya kazi katika urais na wamnaoambatana nao katika urais, na kumwombea pia wasaidizi wake, jamaa zake, marafiki zake ili kuweza kuliweka hili katika sehemu ya ibada, lakini pia mtusamehe, manasiki imekuwa na kaukumbi kadogo. Sasa inshallah tupendane pendane, tukae hivyo hivyo na tujichunge. Tukukusanyika na wanawake hapa, lakini kule maka tunaruhusiwa, lakini hapa tunakuwa kidogo inshallah kuweza kujiweka katika sehemu ya ibada na alhamdulillah. Hmm, na wakati tumeanza semina ameingia katibu wa manasiki kaka yetu hapa Ashrafu. Kwa hii manasiki inaongozwa nakiona, ni tukiamua wawili watatu, tukirudi kwenye ushauri kwa mzee wetu mwenyekiti manasiki kwa hiyo manasiki haina cheni ya watu sabini, sema ni ni vijana hawa wawili inshaallah, lakini tunaye pia utakuuliza kitu <forecasting> <waren> <PDFlaim> <bridge> <kę naprawdę secundent> Inshallah. Mm -hmm. Mwaka huu panatakiwa chanjo, swali zuri sana. Mwaka huu panatakiwa chanjo ya polio, chanjo ya manjano na alhamdulillah, atakuja mtaalamu hapa kwa hiyo chanjo, ndio maana ya semina. Atakuja mtaalamu, labda Jumatatu atakuwepo hapa mtaalamu wa hiyo chanjo, atatuelimisha na pia atatuambia nini kinachohitajika. Lakini pia atakuja mtaalamu wa ndege, atatuelimisha kuhusiana na ndege, inataka nini, ubebe nini, ufanye nini, yani organize ya manasiki imejipanga kuleta kila mtaalamu wa kitu kile kukielezea. Kwa hiyo atakuja mtaalamu wa ndege, ataeleza kwenye ndege kilo zako, ubebe nini ufanye nini, na atakuja mtaalamu wa chanjo, kama alivyosema atakuja daktari, na pia tunaye daktari wa taasisi, tunajumuisha taasisi tatu nne, tukiwa tunajumuika naye kwa sababu ya kupata siku moja moja. Kuna watu wanapata dharura eh, japo pia hoteli tuliyochukua iko karibu na, hotel, na, na, na, na, na na hospitali. Kwa hiyo pia hapana tabu sana, ila tu kwa sababu hakuna mwenye dhamana ya afya. Mwenye dhamana ya afya hakuna. Unaweza ukafika chakula ulichokula kwenye ndege ndo kikakuharibu hija yako yote eh, kwa sababu hujawahi kukila eh, tumezoea kula labda mchemsho wa nyama na ndizi lakini kwenye ndege ukakutana mayai yamekaangwa na mafuta yametoka huko Uturuki. <laughs> Sasa ikawa mtihani. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri eh, wakati watu wanaandaa, kwa sababu maombi yalikuja, wale wasomaji wa Qur'ani waweze kurudia yale mapito ya kinasika na hawandi na bayati. Jamani, kiufupi Qur'ani inasomwa kwa njia nyingi, lakini njia kubwa ni ile tunayeswalia ni njia ya murattal, ile ni tartil, lakini kuna njia ya tajwid. Zote ni njia za Qur'ani na sisi ni wapenzi wa kuisikiliza Qur'ani kupitia zile njia. Kwa hiyo insha allah wale walosoma Qur'ani, atafungua yule yule alofungua na atafunga yule yule alofunga.